Ahmed Ismail Aldumaada na Muhamed Al Mutasim Ahmed Yusuf washtakiwa wa kwanza na wa pili walikanusha mashtaka mawili ya wizi wa kimabavu na kushiriki katika uhamiaji wa watu kinyume na sheria za Kenya. Kwa upande wake, Haisam Ahmed Elmkashfi amekubali shtaka la kuwepo nchini kinyume cha sheria na kutokuwa na stakabadhi zifazo. Aidha, mshukiwa huyu wa tatu amekanusha mashtaka mawili ya kwanza yanayotokana na kisa cha utekaji nyara wa raia mmoja kutoka Sudan inasemekana kuwa kati ya novemba 20 na disemba 6 mwaka 2015, jamaa hao watatu walimzuia mohamed hassan el tahir el hassan raia wa sudan na mfanyabiashara aliyekuwa nchini kwa ziara ya kibiashara inadaiwa pia katika muda huo walimtishia maisha ya jamaa huyu kwa kumnyoshea bastola waliodai kumfyatulia nao risasi ikiwa familia yake haitolipa kombozi ya shilingi laki tano. We also discovered that uh, uh, the main suspect Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, aidha inasemekana pia walimuibia jamaa huyo vifaa vya kielektroniki. Huku uchunguzi zaidi ukiendelea, inasemekana kuwa stakabadhi ambazo mshukiwa watatu alipatikana nazo baada ya kukamatwa na polisi zinatarajiwa kufanyiwa utafiti wa kina kupata uhalali wake ili madai ya jamaa huyo kwamba ni afisa wa polisi wa Interpol ni kweli au uongo. Inatarajiwa kuwa taarifa kamili itakapotolewa, basi huenda Haisam Ahmed Al-Mkashfi akakabiliwa na shtaka la kughushi stakabadhi hizo. Hakimu mkuu Onyinya ameamuru kwamba watatu hao waendelee kuzuiliwa hadi Jumatatu wiki ijayo, hatima yao ya kutaka kuachiliwa kwa dhamana itakapojulikana. Mkuu wa mashtaka alikuwa ameiomba mahakama kutokubali kuwapa dhamana hii, kwani ana hofu kwamba kuwa wangeweza kutoroka. Kundi hili linasemekana kukodisha nyumba katika jumba la Sky Park Apartment mtaani Kilimani, kwenye barabara ya Lenana. Wanakodaiwa kuendesha biashara utekaji nyara ya raia wa kigeni, dhamira kuu ikiwa kujinufaisha kifedha. Leila Mohamed, QTV.